Wimbi la mauaji ambalo lilikuwa likishuhudiwa Baragoi, Kaunti ya Samburu, limerejea tena baada ya zaidi ya watu 16 kufa chini ya miezi miwili kwenye visa vipya vya ujangili na wizi wa kimabavu wa mifugo. Baragoi kwa sasa inakabiliwa na taharuki baada ya majangili kuwaua watu sita siku ya Jumanne na kuwajeruhi wengine wanane katika kisa cha hivi punde cha umwagikaji wa damu. Makali ya uvamizi siku ya Jumanne yalikuwa dhahiri, huku risasi zilizokuwa zimetumika zikitapakaa kote, nayo mazingira yakionekana mahame. Wafugaji katika eneo hilo siku ya Jumanne walikuwa wameamka kama kawaida, bila kufahamu mauti yalikuwa yakibisha hodi, kutokana na uvamizi wa kushtukiza ya majangili. Kwa saa kadhaa, wafugaji walikabiliana na majangili hao ambao waliwazidi nguvu na kufaulu kuhepa na mifugo yao. Serikali wanyang'anya watu pinduki, tunasikianga mkono ya serikali ni refu na tunaamini hivyo kama vile sisi tunaamini Mwenyezi si Mungu, sasa tunaamini serikali wanaweza fanya hii jambo, kunyang'anya watu pinduki washe kufanya hii mambo ya kuua watu na kunyang'anyana ng'ombe, sababu hii pinduki ndio inatusumbua sana hii hii heri yetu. Tunasikitika sana kuhusu hii fita ambayo inaendelea kwa sababu ndugu zetu wanauliwa, ng'ombe zetu zinachukuliwa na sisi kama Wasamburu tunategemea sana hiyo wanyama wetu kuwasomesha pia wanafunzi wetu, na pia ku, kwa masilahi zingine kama ya kushughulikia nyumbani. Stori za vita, watu wanauana hapa juu ya ujinga ng'ombe. Unasikia imeenda hadi madereva wanauawa, kama juzi vile Baragoi walifanyika kitu muhimu. Tungependa kuambia serikali ya Rais Ruto atuangalie bana. Naibu kamishina wa Samburu kaskazini Samuel Mwangi alithibitisha mauti hayo huku akisema polisi wametumwa kurejesha utulivu na kuwasaka majangili hao. Waliojeruhiwa walikimbizwa hadi hospitali ya Baragoi na hospitali ya rufaa ya kaunti ya Samburu ili watibiwe huku maafisa wa usalama wakiendelea kutathmini hali ya usalama eneo hilo. Tulivofungua ng'ombe kwenda kuchunga, tulifamiwa na ni watu kama 600. Tuliweza kupigwa risasi sisi karibu watu sita, na wengine wakabaki Baragoi na wengine akaletwa Maralal, mwingine akagea barabara ya Marti tukiwa tunakuja Maralal. Kwa jumla eh, ni walikuwa watu sita, watatu wako Baragoi, wawili wako hapa Kaunti Referral Hospital na mmoja aliaga njiani wakikuja. Miili ya waliokufa ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya rufaa ya kaunti mjini Maralal. Kevin Sewe, Mwanzo TV.